Kila mtoto wa kike amebeba ndani yake mbegu ya upendo, mbegu ya thamani ya kesho, na mbegu maalum kabisa ya ujasiri na hekima. Mbegu hiyo sasa inapandwa na wazazi, inapandwa na malezi. Mtoto wa kike anaweza akaandaliwa leo kwa ajili ya kesho yake njema. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuangalia jinsi ambavyo tunaweza kutengeneza bustani ya upendo kwa mtoto wa kike, maji ya umwagiliaji wa hekima kwa mtoto wa kike, na udongo wenye rutuba ya heshima kwa mtoto wa kike. Mtoto wa kike anaandaliwa vizuri leo kwa ajili ya kesho njema, kwa ajili ya kuja kufanya dunia kuwa mahali salama na si mahali pa vurugu. Karibu kwenye Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunaenda kuangalia mambo matano makuu ambayo yanaonyesha jinsi ya kutengeneza leo njema ya mtoto kwa ajili ya kesho yake. Kama hauja subscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, fanye hivyo sasa hivi kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya malezi ya familia na kwa ajili ya mustakabali mzima wa familia yako. Karibu, tuende kuangalia hoja moja baada ya nyingine. Karibu tuanze. Hoja ya kwanza: mfundishe kujitambua na kujikubali. Mtoto wa kike anayejitambua, yani anajitambua kwamba yeye ni nani, anakuwa ni mtoto wa kike ambaye anajiamini, anajielewa na hawezi kutikiswa ovyo ovyo. Mfundishe mtoto kujikubali Mwelekeze mtoto wako yani ajue kabisa kwamba afahamu kwamba wewe mzazi unamkubali kabla hajakubaliwa na watu wengine, yaani kabla dunia haijamwambia kwamba unafaa wewe mzazi, wewe wa kwanza kumwambia kwamba mtoto anafaa. Mshukuru kwa yale ambayo anakuwa anayafanya mazuri. Mfundishe kutambua hisia zake, ajielewe kwamba yeye ni nani, ajithamini, ajipende, ajikubali, awe na hekima na awe na busara na aweze kujiheshimu. Mtoto wa kike anayejitambua, anayejikubali, anayejiheshimu hawezi kutikiswa hata na dunia. Ana uwezo wa kujisimamia mwenyewe na akatekeleza majukumu yake bila kuwa kubabaishwa wala kuyumbishwa na watu wengine. Mfundishe mtoto wa kike na anaweza kujikubali na akajitambua kwa ajili ya leo ambapo amtengeleza kesho yake njema. Hoja namba mbili, mjengee misingi ya maadili na mwelekeo bora wa maisha. Mfundishe mtoto wa kike uwajibikaji, mfundishe mtoto wa kike ukweli, mfundishe mtoto wa kike maadili mema na heshima kwa jamii inayomzunguka. Mtoto wa kike anapokuwa na maadili mema, ana uwezo wa kuishi vizuri na jamii inayomzunguka bila kuwa na migogoro na migongano. Mfundishe mtoto kuwa mkweli, mfundishe mtoto kuwa muwazi. Mtoto wa kike anapokuwa mkweli, muwazi, mwajibikaji anakuwa ni tunu ya taifa kwa ujumla. Msaidie mtoto kuepuka makundi yasiyokuwa na maana. Mfundishe mtoto kuepuka migogoro na migongano na jamii yake kwa kuwa na tabia njema. Unapomfundisha mtoto kutojiingiza katika makundi mabaya, unamsaidia sana kuwa na nidhamu, heshima kwa watu wanaomzunguka. Mfundishe kujikubali na kujiheshimu na kuheshimu watu wengine. Hoja namba tatu, mtie moyo katika mazingira yake ya kujifunza. Mtoto wa kike mara nyingi anajifunza kwa kutazama zaidi. Mpe nafasi ya kuuliza maswali, mpe nafasi ya kugundua vipaji vyake, mpe nafasi ya kumsaidia pale ambapo anakuwa anakwama, mjenge kujiamini. Mtoto wa kike anapojengwa katika kujiamini, anapofundishwa kwa upendo, anapopewa anapo ule uhuru wa kuuliza maswali, anapo saidiwa kugundua vipaji vyake unakuwa umemsaidia sana kuja kuwa mtu ambaye ni thamani sana katika jamii yake inayomzunguka. Usimkatishe pale anapokuwa anataka kuuliza swali, msaidie kufikia ndoto zake, mjenge katika misingi imara na thabiti. Msaidie mtoto wa kike kugundua kwamba elimu ndio kila kitu katika maisha yake, huku akimwamini Mungu. Mtoto wa kike anapokuwa na elimu ana uwezo wa kuitumia vizuri katika mazingira yake, na ikamsaidia kutatua matatizo ambayo yanamkumba katika jamii yake, na kusaidia wengine kutatua matatizo yanayokumba katika jamii yao. Hivyo msaidie mtoto wa kike kugundua kipaji chake na kukikuza. Hoja namba nne: mjengee sauti na ujasiri wa kuhubiri ndoto zake. Mara nyingi watoto wa kike wana hofu ya kusikika, lakini wewe kama mzazi mlezi, mfundishe mtoto wa kike kujiamini na kuzungumza kwa staha, na mfundishe kujiamini hata mbele za watu wanapokuwa anazungumza. Hapo unakuwa unamjenga kidogo kidogo kuja kuwa na uwezo wa kuweza kujieleza, uwezo wa kuweza kuzungumza na uwezo wa kuongoza. Mpe nafasi ndogondogo za kuwa kiongozi pale nyumbani, unampa nafasi labda za kupanga ratiba, unampa nafasi ya kusimamia wenzake. Hapo unakuwa unamjenga kuja kuwa kiongozi bora wa kesho, kuja kuwa mwanamke au mdada ambaye ana uwezo wa kuzungumza kwenye kadamnasi ya watu kwa ustaha, bila bila kuwa kuwa kuwa na na na papara au bila kuwa na maneno ya kero, kashfa na kejeri. Anajifunza kuwa mwanamke ambaye anaweza kuzungumza kwa staha akaheshimu watu na akajenga hoja. Hivyo mfundishe kujiamini na kuzisimamia ndoto zake. Hoja namba tano, mfunze mtoto wa kike jinsi ya kudhibiti mwili wake hisia zake na thamani yake. Yaani, mtoto wa kike unatakiwa umfunze ajue thamani yake kwenye mwili wake kwenye hisia zake na jinsi anavyoweza kujiongoza yeye mwenyewe. Mtoto wa kike ajue mguso sahihi na mguso ambao ni wa uongo wa udanganyifu. Mtoto wa kike aweze kujua jinsi anavyoweza kujithamini, kujitunza, kujiheshimu, kudhibiti mwili wake, kujua hisia zake, kujua ni wapi amethaminiwa na ameambiwa ukweli na ni wapi amedanganywa. Fundishe hata jinsi ya kutumia mitandao ya kijamii aweze kujua ni mada gani, ni vitu gani anaweza kuvizungumza kwenye mitandao ya kijamii ana uwezo gani wa kutumia mtandao wa kijamii vizuri. Sio unakuta wakati mwingine ujamfunza mtoto jinsi ya kutumia mitandao ya kijamii ndio unakuta anajirusha, anajirusharusha kule kwenye mitandao ya kijamii, anaonyesha mwili wake, anaosha. Hapana, ufundishe jinsi ya kutunza mwili wake jinsi ya kudhibiti hisia zake na jinsi ya kujisimamia hapo, anakuja kuwa mwanamke ambaye ana uwezo kujisimamia, mwanamke ambaye ana uwezo kudhibiti hisia zake, na mwanamke ambaye anaweza kusema hapana kwenye hapana. Na mfundishe mahali ambapo anaweza kujua kabisa jinsi ya kujisimamia na kujua ukweli wake, ambapo ni nyumbani, ana uwezo kukuambia kile ambacho kimemsibu, na ana uwezo wa kujisimamia na kukataa vile ambavyo anaona vifai kwenye mwili wake na kwenye maisha yake. Kila mtoto wa kike ni zawadi, ni tunu, ni pumzi ya Mungu inayoaminiwa mikononi mwetu. Tunapochagua kumlea vizuri mtoto wa kike, tunachagua kutengeneza dunia iliyo njema. Mara nyingi tunapoweza kuwalea vizuri watoto wa kike, kuwafundisha thamani yao, tunatengeneza kesho njema, ambayo mtoto wa kike atakuwa nayo. Hakuna dunia sahihi na watoto wa kike wazuri bila kuwafundisha. Tuwafundishe, tuwathamini, tuwapende, tuwahurumie, tuwasaidie. Sisi Moyo wa Malezi tuko tayari kwa ajili kike na kuwafundisha thamani yao katika dunia ili kuweza kuweka kesho yao ambayo ni njema, ili kuweka wazazi ambao ni wazazi bora kesho, ili kupata wamama wazuri ambao wataongoza kizazi kizuri kesho, kizazi ambacho kitaleta jamii nzuri, jamii isiyokuwa na majuto. Bila shaka umejifunza kitu kipya au kitu kizuri siku ya leo. Usiache kushare, usiache kulike usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Asante sana kwa kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Pamoja tunaweza kuwalea watoto wetu wa kike katika misingi imara na katika misingi thabiti. Mungu akubariki, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.